Zoezi hili limekuwa na mafanikio makubwa, limekuwa na mwitikio mkubwa na zoezi hili linaendelea. Ni kushukuru dokta Kisenge, ni washukuru uongozi wa kanisa na hospitali kwa mashirikiano haya mlioonyesha, kati yenu na serikali kupitia taasisi ya moyo ya Jakaya ya Kikwete tumepata madaktari bingwa na tumepata, tumeanza kupata vifaa na tumeanza kupata upimaji hapa. Wamepita katika mikoa ishirini na tatu na Arusha walikuwa wakipita kama mikoa mingine. Sasa hawapiti tena, wanabaki hapa Arusha katika maeneo sita ambao wameweka vituo. Maana yake na mkoa wa Arusha unakuwa ni sehemu muhimu kwa makubaliano haya ya serikali na kanisa, na kupitia taasisi hii ni kwamba sisi mkoa wa Arusha ndo unakuwa kitovu cha kanda yote ya kaskazini. Watu wote wa mikoa yote watapatia huduma katika kituo hiki hapa. Kwa hiyo ujio wa taasisi hii katika mkoa wetu inakwenda kutusaidia kuwasaidia wananchi kujua afya zao na kupata matibabu. Tumeweza kuona zaidi ya wagonjwa elfu tatu, na katika hao watu elfu tatu waliojitokeza kupima afya zao hasa afya ya moyo na magonjwa yasiyoambukiza, asilimia tisa walioonekana wana matatizo ya moyo na katika hao asilimia 25 walikuwa na shinikizo la damu ambalo lilikuwa ndio linaongoza eh, katika hayo matatizo. Kwa hiyo shinikizo la damu lilikuwa ndo kubwa sana na liliwapata zaidi ya watu kuanzia miaka 45 mpaka miaka 80, eh, kwa hiyo niichukue nafasi hii eh, kuwaambia wananchi wawe na mtindo wa kupima afya moyo, ya moyo. Na taasisi ya moyo imejiwekea mpango mkakati wa kuzunguka mikoa yote kupima afya za moyo na sasa hivi taasisi hii imefungua na kituo hapa hospitali ya Seliani ya mjini au LMC, na itakuwa inaisimamia hii hospitali lakini na huduma zingine zilizokuwepo awali hazitaondolewa zitaendelea kuwepo, ili wananchi nao mjue, msije mkazani ni moyo tu it, moyo utaimarishwa, lakini na zile huduma zilizokuwepo hapo awali zitaimarishwa. Kwa niaba ya wagonjwa wote kwa kweli tunafaridika sana, na tunamshukuru sana rais, tunamshukuru mkuu wa mkoa, tunamshukuru yani, kwa yote waliotusaidia. Kwa kweli wengi tulikuwa na shida bila kujua. Baada ya kufika kwenye kitengo hiki, kwa kweli tumepata huduma na madaktari wetu wametuvumilia sana, wagonjwa tulikuwa wengi, tumekaa hapa mpaka saa mbili saa tatu, wametuvumilia na wana upendo, wametusaidia sana kwa kweli tunashukuru. Kwa niaba ya wagonjwa wote tunashukuru sana.